Kasisi Katoliki amepotea kwa miezi sita, kanisa laomba ujumbe wa msaada kutafuta habari zake. Familia, jamaa na wanakikundi wametangaza wasiwasi mkubwa baada ya kasisi mmoja wa kanisa Katoliki kushindwa kuonekana kwa takriban miezi sita, jambo ambalo limewaacha wengi wakiwa na shauku na kutaka kufahamu sababu ya kukosekana kwake. Kanisa limetoa wito hasa kwa umma kutoa taarifa za mtu huyo iwapo ana habari yoyote itakayochangia kumtafuta na kumrejesha akiwa salama. Kasisi huyo, anayefahamika kwa huduma yake ya kiroho na kazi ya kijamii ndani ya jamii, aliahidiwa kuwa mtu mwenye moyo wa upendo na mwenye umuhimu wa kiroho kwa waumini wengi. Kukosekana kwake kunachukuliwa kuwa jambo lisilo la kawaida, hasa kwa sababu hana historia ya kukwama katika safari au kukaa mbali na wilaya yake kwa muda mrefu bila taarifa. Historia yake. Tangu atoke kijijini kwake hadi kuanza kazi yake ya kidini kasisi huyo alijulikana kama mtu mwenye nidhamu, mwenye moyo wa huruma, na anayejitolea kusaidia wale wasiojiweza. Kwa miaka mingi, alifanya kazi kwa karibu na jamii, akijikita katika kutoa misa, ushauri wa kiroho, na kusaidia miradi ya maendeleo ya kijamii kama vile misaada kwa watoto yatima na familia maskini. Hata hivyo, miezi sita iliyopita, taarifa yake ya mwisho ilikuwa ni ya ziara ya kikazi ndani ya mkoa, ambapo alikutana na changamoto mbalimbali mbali za misaada ya kijamii. Baadaye, iliibuka taarifa kuwa hakurudi nyumbani kama kawaida, wala hakupatikana katika ofisi za kanisa. Uchunguzi na wito wa habari. Wanafamilia na viongozi wa kanisa tayari wameanzisha kampeni ya kutafuta taarifa zake kwa kushirikiana na jamii na vyombo vya habari. Imeelezwa kuwa maoni na taarifa yoyote kuhusu yeye yanafaa kuwasilishwa kwa mamlaka husika. Kanisa limetoa wito hasa kwa umma kutoa taarifa za mtu huyo iwapo wana habari yoyote itakayochangia kumtafuta na kumrejesha akiwa salama. Kasisi huyo, anayefahamika kwa huduma yake ya kiroho na kazi ya kijamii ndani ya jamii, aliahidiwa kuwa mtu mwenye moyo wa upendo na mwenye umuhimu wa kiroho kwa waumini wengi. Kukosekana kwake kunachukuliwa kuwa jambo lisilo la kawaida, hasa kwa sababu hana historia ya kukwama katika safari au kukaa mbali na wilaya yake kwa muda mrefu bila taarifa. Majibu ya jamii na wakazi. Wakazi wa eneo hilo wanasema kuwa kasisi huyo alikuwa mtu maarufu kwa msaada wake kwa jamii, haswa kwa kutoa misaada kwa wale waliokuwa wanakabiliwa na dhiki ya maisha. Wametilia mkazo kuwa kukosekana kwake ni pigo kwa familia kanisa na hata wengi waliozoea kupata huduma zake za kiroho. Alikuwa ni mtu wa upendo, kila siku alitusaidia kwa maneno ya roho na kwa vitendo. Kukosekana kwake ni kama kupotea kwa nuru kwa wengi wetu, alisema mmoja wa waumini wa kanisa. Msaada na ushirikiano wa vyombo vya usalama. Matokeo ya kutafuta habari bado yanategemea shughuli za upelelezi zinazoendelea ambapo vyombo vya usalama vinasema kuwa watu wote wanaochangia taarifa za kasisi huyo wanakaribishwa kutoa ushahidi wao bila hofu ili hatua za haraka zichukuliwe. Hii inajumuisha watu wanaoweza kuwa walimwona hivi karibuni au waliweza kupata picha, video au taarifa ya usafiri wake wa mwisho. Matarajio ya kurejea salama: familia, kanisa na jamii kwa ujumla wanahitaji habari za haraka kuhusu kasisi huyo. Wanaomba kwa moyo wa dhati kwa yeyote anayemjua au aliyemkutana naye hivi karibuni kutoa taarifa ili aweze kurejea salama na kufahamika hali yake ya sasa. Wito huu wa taarifa uliongezwa na viongozi wa kanisa kwa kusema kuwa maisha ya kila mtu ni ya thamani, na ni jukumu la kila mmoja kuhakikisha kwamba ndugu yoyote anayepotea anapatikana na kurejeshwa kwa familia. Pia wameomba dua kwa ajili ya amani ya moyo wa familia na kwamba ukweli wa tukio hili utajulikana wakati muafaka.